Umewahi kujiuliza ni kwa nini watu wawili wana kipato sawa lakini mmoja anafanikiwa kujenga maisha ya kifedha imara huku mwingine anabaki akihangaika kila mwezi? Jibu halipo tu kwenye fedha, lipo kwenye saikolojia ya kifedha. Leo tutazungumza kuhusu misingi ya kisaikolojia ya uhuru wa kifedha, jinsi akili, imani na mitazamo yetu inavyoamua uwezo wetu wa kuwa huru kifedha. Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe sasa hivi. Bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku. Kisaikolojia, namba moja: kuelewa dhana ya uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha si kuwa tajiri tu, bali ni hali ya kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya maisha yako bila kufungwa na hofu ya pesa. Ni pale ambapo pesa inafanya kazi kwako, si wewe unayefanya kazi kwa pesa. Kisaikolojia, uhuru huu unahusisha amani ya akili, unahisi salama, unajiamini na huna wasiwasi juu ya kesho, kwa sababu una mfumo thabiti wa kifedha na mtazamo chanya kuhusu fedha. Namba mbili: imani za ndani kuhusu fedha. Watu wengi hushindwa kuwa huru kifedha kwa sababu ya imani potofu walizopokea tangu utotoni kama vile fedha ni chanzo cha uovu. Watu matajiri ni wabinafsi. Siwezi kuwa tajiri bila bahati. Imani hizi zinajenga vikwazo vya kisaikolojia vinavyokuzuia kuchukua hatua za maendeleo. Kisaikolojia, ubongo wako unatafuta uthibitisho wa imani zako. Ukidhani huwezi kufanikiwa kifedha akili yako itatafuta kila sababu ya kuthibitisha hilo badilisha imani zako kuwa fedha ni chombo cha kunisaidia mimi na wengine naweza kujifunza kuwa huru kifedha mafanikio ya kifedha ni matokeo ya nidhamu si bahati namba tatu fahamu hisia zako kuhusu pesa fedha sio tu namba kwenye akaunti ni hisia Watu wengine hujihisi na hofu, hatia au aibu wanapozungumzia pesa. Hii inaweza kusababisha maamuzi mabaya ya kifedha kama matumizi ya kihisia au kujiwekea malengo ya kifedha. Kujifunza kujitambua kisaikolojia, kwa nini unatumia pesa kama unavyotumia, ni hatua ya kwanza ya kujenga nidhamu ya kifedha. Namba 4, nidhamu na kuchelewesha matamanio. Utafiti wa kisaikolojia kama ule wa marshmallow test unaonesha kuwa watu wanaoweza kuchelewesha matamanio delayed gratification hujenga mafanikio makubwa zaidi ikiwemo kifedha. Kisaikolojia, nidhamu ni uwezo wa kusema hapana kwa raha ya muda mfupi, ili upate matokeo bora ya muda mrefu. Mfano, badala ya kununua simu mpya kila mwaka, wekeza sehemu ya kipato chako kwenye miradi au elimu. Namba tano: kujiwekea malengo na taswira ya mafanikio. Akili ya binadamu hufanya kazi kwa picha mental images. Watu waliofanikiwa kifedha mara nyingi wana taswira iliyo wazi ya maisha yanayotaka. Andika malengo yako ya kifedha, yaweke kwa hatua na jione tayari ukiyafanikisha. Hii inaunda program katika ubongo wako, kila uamuzi wako huanza kuelekea kufanikisha picha hiyo. Namba sita, mazingira ya kisaikolojia na watu unaowazunguka. Watu unaowazunguka wanaathiri mtazamo wako wa fedha. Ukiwa karibu na watu wenye fikra za uhaba, hakuna pesa, utahisi hivyo hivyo. Kisaikolojia tunafuata mifano tunayoyaona kila siku, hivyo jizungushe na watu wenye mtazamo chanya, wanaojifunza, wanaowekeza na wanaojenga uhuru wao kifedha. Namba saba, Kuishi kwa uhalisia na kujitambua. Uhuru wa kifedha hauji kwa kujilinganisha na wengine, bali kwa kuenewa uwezo wako. Kisaikolojia, kujilinganisha kuleta msongo na matumizi yasiyo na lazima. Jifunze kuishi kulingana na hali yako, huku ukiendelea kujibolesha hatua kwa hatua. Kila mtu ana safari yake ya kifedha, heshimu yako. Namba nane, kujifunza kisaikolojia ya uwekezaji. Uwekezaji ni zaidi ya fedha, ni hali ya akili. Watu wengi huogopa kuwekeza kwa sababu ya hofu ya kupoteza, lakini kisaikolojia, hofu hiyo inaweza kuthibitishwa kwa elimu na uzoefu mdogo wa vitendo. Anza kidogo, jifunze, angalia matokeo na endelea. Hii inajenga ujasiri wa kifedha ambao ni msingi wa uhuru. Uhuru wa kifedha unaanza kichwani kabla haujaonekana mfukoni. Ni safari ya kisaikolojia ya kujitambua, kubadili mitazamo na kujenga tabia mpya ya kifedha. Ukibadili namna unavyofikiri kuhusu fedha, maisha yako ya kifedha nayo yatabadilika. Ukipenda video hii, usisahau kusubscribe, kutoa maoni yako na kushare ili wengine nao wajifunze misingi hii muhimu ya kisaikolojia ya uhuru wa kifedha. Karibu tena kwenye Life Psychology TZ, mahali panapochambua akili na maisha kwa undani.